Unafikia karibu kali, kilomita zaidi ya kilomita elfu tatu kwa maana ya central elfu mbili mia saba na saba afu na tazara ambayo inakaribia karibu elfu moja kwa maana mpaka mpakani mwa Zambia. Kwa hiyo kwa ujumla tuna, tuna, tuna kilomita zaidi ya elfu tatu na Ujenzi wa reli ya kwanza nchini ulianza mwaka 1898. Eh, kutoka Korogwe kwenda Moshi na Arusha walifika 1929. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba jambo la ujenzi wa reli ya kwanza tunazungumzia miaka mingi sana. Kwa hiyo tukio hili tunaposema kwamba serikali imejikomiti kuanza ujenzi wa reli Standard si jambo dogo. Ukifanya vizuri utakumbukwa na vizazi vinne vinavyokuja, na ukifanya vibaya utahukumiwa na vizazi vinne vinavyokuja. Kwa zaidi ya miaka mia moja bado atakumbuka kuna mtu fulani alipewa dhamana na Mheshimiwa Rais kwa niaba ya Watanzania akaharibu. Na nafikiri ni, ni message nzuri kwa viongozi wenzangu kujua hicho kitu kwamba tumekabidhiwa kitu kikubwa na nchi, tumeaminiwa, na ni lazima tulifanya jambo hili kwa uzalendo wote. Sasa mradi wa ujenzi wa, wa standard gauge baada ya serikali ya awamu ya tano kulizungumza, na najua kwamba wengi wenu mna, mnajua kwamba kupitia bajeti ya mwaka huu kwa commitment hizo imetengwa zaidi, imetengwa trilioni moja kwa ajili ya ujenzi huu kwanza. Kwa hiyo commitment za serikali ni zaidi ya asilimia mia moja na ujenzi utaenda kwa awamu, awamu kwa tuna awamu ya kwanza au tuseme awamu nizungumze awamu tu. Kuna awamu ya kutoka Dar Isaka Mwanza ambao nafikiri mtakumbuka kama tulishatangaza tayari mpaka Mwanza, lakini tulianza na kipande cha cha Dar es Salaam Morogoro ambao ni kama kilomita mia mbili na mbili. Tulisha, wakandarasi wameshajitokeza zaidi ya mie, zaidi ya 40 tulisha wapitisha kuwaonyesha ku, kuonye, ku, na pre, pre billing meeting tumeshafanya, lakini tumetangaza kote huko kwa ko, awamu awamu zingine za kuja ni Tabora Uvinza Kigoma Kaliua Mpanda Kalema Isaka Rusumo, kwa maana ya mpakani na, na, na Rwanda, kwenda Kigali. Keza Ruvubu kwa maana ya kwenda Msongati. Uvinza Kalelema vilevile ni kwenda Msongati. Kwa hiyo hizo ndio awamu tofauti tofauti, lakini huko nyuma nafikiri unaweza kwa kuangalia kwamba ujenzi hata huko nyuma walivyokuwa nafanya wakati unajenga ile reli ya, ya Usambara, ya, ya, ya, ya Tanga, ya Tanga Moshi. At the same time unaweza kuona uko najenga Dar es Salaam. Kwa hizo awamu sio kwamba tutakuwa tunajenga moja tukifika hapa ndio tunasubiria tena tunaanza nyingine hapana. Zizo zikaenda kwa current. Tunajenga huku tunajenga na huku. Na tunategemea kwamba tarehe sita Disemba kwa hii tuliyotangaza Dar es Salaam Morogoro tutafungua. Na mkandarasi kutokana na na na na, na time tuliyonao na sheria za za manunuzi tuna uhakika tutampata kabla ya mwaka mpya. Wa tumeshampata mkandarasi. Kuna miradi ya kujenga reli kwa Dar es Salaam yetu hii kwa ajili ya watu wa Dar es Salaam, na wenyewe bado feasibility studies zinaendelea. Kuna mbe gani mpichi inawezekana, mishasoma somewhere. Najaribu kukava vitu vyote, ili mtakapo kuja kuzungumza katika maswali mjue kitu cha kuuliza, lakini vivile kuna mradi mwingine ambao najua mnaweza kuja kuuliza kwamba njia tuliona sasa, tunafanya nini? Tuna mradi ya kukarabati njia hii, na, na, na lengo ni zuri tu, kwa sababu tusinge kuwa na hii njia ili tuweze kujenga standard gauge, inabidi mtengeneze barabara bisa ya hiyo ya sehemu ambazo zitapita hiyo reli. Sasa reli hii itatusaidia sana kumove material kutoka bandarini kupeleka kwa ajili ya ujenzi lakini kuna mambo ya kokoto, kuna mchanga, kuna vitu vingi sana ambavyo vitahusika katika ujenzi. Kwa hiyo leli hii itatupunguzia gharama sana, kwa hiyo ni lazima tuimarishe wakati wa ujenzi. Na bahati nzuri, ukiangalia alignment ambao wame, wame katika designing ile, ile basic design almost 76% iko parallel na leli yetu sasa hivi, na 24% ndio inakuwa ina, inatoka. Na hiyo ni kwa sababu ya cave. So, leli hii kidogo itakuwa na, na mwendo mkali zaidi, kwa zile cave lazima zipunguze. Yani kusiwepo na sharp curve. Eh? Koi, ali alignment na reli ya sasa hivi 76%, 24% ndio inaweza ikawa inatoka. Sasa nafikiri maana ya kuna watu kama walikuwa wanajiuliza kwa nini tu na leli ya sasa hivi na leli nyingine, unaweza ukaona maana yake ni nini. Kwa hiyo, ndugu waandishi wa habari, reli hii kama nilivyozungumza faida yake sio kwa kizazi hiki tu, ni vizazi vingine vinavyokuja, na wanaita kuna kitu nataka game changer, kwa sababu tutaweza kwa mfano, nataka kuwatolea mfano tu kidogo. Tutaweza kutoa watu passenger train, itatoka saa sa 12 hapa, kwa speed tulionayo itafika pengine Mwanza saa 11, kwa sababu zitategemea na stop pale, kutokana na stop chache sana itatoka hapa saa kumi na mbili saa kumi na moja pengine na nusu iko, iko, iko Kigoma kwao. Unaweza ukaangalia efficiency, tutakuwa tuna safiri pengine kutoka hapa kwenda, kwenda Dodoma masaa matatu kwao, ukitoka saa, saa kumi na mbili saa mbili huko Dodoma kwao, mkiwa na shanti train ambazo zinapishana zina, zina hapa za Dodoma na Dar es Salaam. Maanake mtu anaweza kakaa Morogoro akafanya kazi, kafanya kazi Dodoma. Mtu anaweza kakaa Dar es Salaam na bado saa mbili akawa kazini Dodoma. Exactly, that's hiyo ndio picture ambayo unaweza ukawa nayo kichwani itakavyokuwa. Lakini hata usafishaji wa mzigo unazungumza, unaweza ukafunga leli ya train ya kilomita mbili, kilomita mbili ukikonvert katika hali ya kawaida, sio chini ya maloli mia tatu. Yani maloli mia tatu yanatoka kwa mkupuo mnapeleka mizigo kwa efficiency na operating, operating costs zinakuwa ni kidogo sana kwa mnaweza mka afford kulower price na hii inaenda kwa wananchi sasa.